Kuna mambo mengi ambayo yanatokea katika bunge la nchi ya Tanzania, yeah, kila mmoja anajua hilo, na mengine yana trendi na yanachukua headline kubwa. Sasa hivi linaloonekana kuchukua headline na kuteka vichwa vya habari katika vyombo vya habari mbalimbali nchini Tanzania ni la kumuhusu Baba Levo. E, unaweza kumwita Clayton Revocatus Stipando kwa majina yake ya kwenye vyeti. Sasa tumeona katika bunge la jana akizungumzia zaidi, namna ambavyo anaona kwamba kuna namna wafanyabiashara wadogo wadogo wanabanwa zaidi. Amezungumza katika bunge la jana na akaelezea namna ambavyo e, ni aibu kwa Kigoma mjini kuitwa mjini ilhali asilimia kubwa ya barabara za mji huo ni za vumbi. Kwa maana hiyo, kama alivyosema kwamba adhima yake ya kwa kuhakikisha kwamba Kigoma inakuwa ni, ni, ni, ni, ni mji wenye barabara nyingi inaonekana kama anazidi kuipambania adhima yake sasa. Kubwa ukiachana hilo ni swala zima la yeye kuweza kuzungumzia namna ambavyo e, anaona kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo wanafinywa na hii ni kupitia kodi ambazo ni ndogo ndogo ambazo zinakuwa zinatozwa na serikali. Sasa mbunge huyo wa Kigoma mjini Baba Levo amesisitiza kuwa wafanyabiashara wadogo wadogo wanafinywa na kodi ndogo ndogo zisizo na tija, akisema kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuziondoa ili kuwawezesha wajasiria mali kukua na kuendeleza biashara zao ambazo wako nazo. Baba Levo ametoa mfano safari yake E, ya kwenda Dubai ambapo yeye hakutozwa kabisa ushuru wa nguo alizonunua katika uwanja wa ndege, lakini alipoingia tu Tanzania alitozwa ushuru wa bidhaa hizo. Na amesema hali hiyo inaonyesha kuwepo kwa kodi na ushuru usio wa lazima ambao unarudisha nyuma wafanyabiashara na wajasiria mali wanaoagiza au kununua bidhaa zao nje ya nchi. Msikilize hapa kupitia Orange Media, Baba Levo, kisha tuandikie maoni yako ni yapi kupitia ujumbe wake na maoni yake ambayo ameyatoa katika bunge la Tanzania. Lakini la pili, tunazungumzia mpango wa miaka hamsini ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania, ni lazima tuwazungumzie wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nitatoa mifano. Mimi nimezurula sana mwenyekiti kiti, siku moja nilinunua nguo Uturuki za watoto wangu, mimi na watoto watano, nikawanunulia kila mtoto nguo tatu, tatu, tatu zikaa kama kumi na tano hivi nikapitia Dubai, nikashuka Dubai, nikakaa siku tatu, sikudaiwa wala sikuzuiliwa pale uh, airport, nilivyokuja na zile zile nguo nazo, nilivyoshuka nazo airport ya Tanzania wakaniambia natakiwa nizilipie ushuru nguo za watoto wangu. Kwa lazima tutengeneze hii. Ikanipa picha kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo kuna namna ambavyo wanafinywa kiasi kwamba hata kile kidogo alichonacho kinaondoka. Mfanyabiashara na simu mbili, simu tatu, mwacheni apite kama kunaonekana kuna ugumu wa kufuta hizi kodi ndogo ndogo, si sababu zipo tuuze tu, tupunguze hizi kodi ndogo ndogo. Naomba sana mheshimiwa mwenyekiti, yazingatiwe haya, kwa sababu kama tunawasaidia wawekezaji wakubwa, lazima tuwakumbuke na hawa wawekezaji wadogo wadogo. Kama mtu anaweza kwenda na simu tano Dubai akapita bila kuulizwa chochote, kwa nini akipita nazo hapa kwetu inakuwa tatizo? Twendani tukambane sokoni wakati anauza tupunguze mauzo ya keshi tuweke katika mfumo, watu watumie kadi, watumie hizi nanii za kulipo kwa digital, mtaiona hela. Mimi nimeenda China, mtu anauza bamia, anakupa ile Alipay, unaskani, hela inaingia moja kwa moja kwa serikali. Lakini kiuhalisia kwa mfumo huu wa kuwabana hawa wadogo wadogo, mtawabana watakufa, mtatengeneza wakubwa wakubwa, watawanyonya wadogo. Naomba sana hilo nalo lizingatiwe.